Mamlaka ya ardhi nchini Kenya ilitangaza kulifungia jengo maarufu la Freemason nchini Kenya maarufu kwa jina la Freemason Grand Hall lililopo Nyerere Avenue pale Nairobi. Kwa mujibu wa taarifa ya mamlaka hizo ilisema kwamba jengo hilo lililoanzishwa miaka mingi iliyopita linadaiwa zaidi ya shilingi milioni 19 za Kenya ambayo ni sawa na zaidi ya milioni 300.9 za Tanzania. Operesheni hiyo iliongozwa na mamlaka ya ardhi chini ya afisa mkuu Lydia Mathia ambaye alisema kwamba ingawa kuna zaidi ya sehemu laki mbili nukta sabini na tano ambazo zimesajiliwa kama sehemu ya ardhi, lakini ni sehemu ya takriban elfu hamsini pekee ndio yenye uhakika wa kulipa kodi pale chini Kenya ya zaidi ya asilimia ishirini. Lakini tukirudi kwenye jengo lenyewe Freemason Grand Hall lilianzishwa zaidi ya miaka sabini na tano iliyopita wakati wa ukoloni, na inasemekana kwamba Ufreemason Afrika Mashariki ulianza tangu kipindi cha ukoloni, kadri muda unavyozidi kwenda, ilizidi kukua. Kwa mujibu wa taarifa, inasemekana kwamba mpaka mwaka 2023 kulikuwa kuna majengo zaidi ya 48 ambayo yapo Afrika Mashariki, huku majengo 34 yakiwepo nchini Kenya kwenye maeneo kama Eldoret, Naivasha, Nairobi lakini pia hata Mombasa. Lakini unaweza kujiuliza kwa, kwamba ni kwa nini watu wanaotoa pesa wao pia wanadaiwa pesa kubwa kiasi hicho? Inasemekana kwamba mapato ya Freemason huwa wanachangishana wale wanachama ambao huwa inasemekana kwamba wanarudisha kule walikotoa. Mijadala imekuwa mingi sana kwenye mitandao ya wa kijamii wakati watu wakishangaa kwamba E, inawezekanaje? Wale wanaoshawishi watu wao wanadaiwa? Na nani anaweza kashawishika kwenye kujiunga na Fimasoni na wakati bado wanadaiwa? Jengo la Grand Hall ni miongoni mwa majengo makubwa zaidi ya Freemason ya Afrika Mashariki na inasemekana kwamba ni headquarter ama makao makuu ya Afrika ya Mashariki, na majengo mengine yanatajwa kuwepo kwenye baadhi ya nchi za Afrika Mashariki, yaani zote zenye muungano wa Afrika Mashariki. Kwenye nchi kama Uganda kuna baadhi ya majengo ambayo yanasemekana zaidi ya matano, lakini pia kuna baadhi ya nchi pia inasemekana kwamba kuna majengo ya Freemason. Sasa inawezekana ni kweli ama sio kweli, mimi na wewe hatujui, lakini hiyo ndio taarifa rasmi ya kufungiwa kwa jengo hilo. Na ukweli ni kwamba muda mchache baada ya kufungiwa kwa jengo hilo, jengo hilo pia lilitoa waraka likisema kwamba mamlaka ya jengo hilo lipo chini ya Freemason, yaani ni mamlaka kamili. Watu wa ardhi hawana uhalali wowote wa kulidai jengo hilo, lakini gazeti la Kenya Times lilitoa taarifa kwamba waraka huo ulikuwa ni feki, kwani mpaka sasa jengo hilo liko chini ya mamlaka ya ardhi ya Kenya na wanatakiwa waendelee kulipa kodi. Hiyo mimi ni Kulwa Mwijulu na hii ni Msasa Media.